Moja kati ya jambo la ajabu ambalo watu wengi walijui ni kwamba sio lazima uwe na kampuni kuweza kuanza kutoa risiti kwa wateja wako wanao kudai risiti ama kwa industry yako ambayo unajua unaifanya. Iko hivi, biashara unayoifanya sio lazima uwe na kampuni kupata risiti. Unaweza kuweza kutoa risiti ukiwa na jina tu la biashara. Zinafanya biashara, unapata cash flow, wateja wako wana demand kujua kweli ni halali, kitu walichokipata kwa ajili ya wao huko wanapokwenda na kujihakikishia kupata risiti. Sio lazima uwe na kampuni, unaweza ukasajili jina la biashara tu, very simple. Ukisajili jina la biashara, then unapata system yako ambayo itakusaidia kuweza kutoa risiti kwenye biashara yako simple as that. So ukitaka risiti zinazotoka na jina la biashara yako ili hawa wateja wako wawe mabalozi wako wa kwanza, kwa kujua makutokujua hakikisha unasajili kwanza jina la biashara. Na kama wewe ni mtu huyu na unataka kusajili jina la biashara, comment neno biashara hapo chini nitakusaidia kuweza kusajili jina la biashara na kukupatia system system, itakuweza system kusaidia kwenye biashara yako kuweza kutoa receipt za TRA kwenye biashara yako.